Watu lazima tuheshimiane. Hata nimeona wameenda kudanganya muda, uh, Matiangi Matiangi anataka kutumia ile pesa akina Uhuru waliiba, atukuomba kiti ya rais hii. Shida tuko naye Kenya hii na nataka niseme nikiwa nyumbani hapa Nandi, ile uchumi mbaya iko Kenya hii ni kwa sababu Uhuru Kenyatta aliharibu uchumi wa Kenya hii. Hiyo pesa wameiba wanataka kuja kupatia Matiangi aombe urais. Kabla Matiangi hajakuja kuomba raisi, lazima atuambie, akiwa waziri wa interior ministry, mbona miili ya vijana yetu walikuwa wanapatikana River Yala? Mbona miili ya vijana walikuwa wanapatikana savo? Mbona vijana walikuwa wanauawa hapo DCI container? Lazima aambie sisi, hiyo pesa anataka kutumia kuomba uraisi ni ile pesa ya uwizi, ambaye Uhuru na yeye akiwa interior minister waliiba kwa hii serikali. Ndio maana rais William Ruto anang'ang'ana mpaka tumeleta broad base kujaribu kuleta Kenya pamoja. Na unajua, hawa hawana formula, sijui nani ako hapa, hawatakubaliana will be the leader, hawatakubaliana chama. Tutawanyorosha hii 2027 asubuhi na mapema.